Karibu tena katika kipindi kizuri ambacho tunaenda kuangalia ukweli kuhusu Biblia na Qur'ani. Kipindi hiki nitaenda kunukuu kupitia kitabu ambacho kimeandikwa na Mchungaji Zefania Kaulio Mnyekira. Kitabu hiki kinaenda kubainisha hasa ukweli kuhusu majini. Kitabu hiki kinaangalia mada ya tisa kwa ambao wanaiki kitabu ambacho kinasema ndiyo hapana kwa uzoefu wa Ibrahimu. Kabla ya kwanza kipindi chetu, karibu, tuombe. Kazi ya asante Mungu katika kipindi hiki, pamoja na mtazamaji anayemtazama Mungu kambariki akaendee kupatia kipindi hiki hadi mwisho, zidi kuwa nasi, kwani nimeomba kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Nimesema kuwa kitabu hiki ambacho na nukuu kimeandikwa na mchungaji Zefania Claudio Funikila, kinasema inasema njia pana kuozoa Ibrahimu ambao mna hiki kitabu mtaangalia ukurasa wa tisini na saba mada ya tisa inayosema ukweli kuhusu majini. Mi nitanukuu leo katika kitabu hiki ukurasa wa mia moja na nne mada ambayo inasema je, Biblia inasema nini kuhusu majini. Lakini kabla ya kuanza kipindi chetu, nitaanza na maswali ambayo watu wengi wamekuwa kujiuliza. Swali la kwanza wapi katika Taurati tunajifunza kuwa majini yaliumbwa ili yamwabudu Mungu? Ni swali ambalo watu wamekuwa wakijiuliza, katika Taurati ni wapi ambapo imeandika kuwa majini yaliumbwa na Mwenyezi Mungu. Lakini swali la pili ambalo watu wengi wamekuwa kijiuliza ni wapi katika Zaburi tunafundishwa kuwa majini yaliumbwa ili kumwabudu Mungu. Ni swali la pili, watu wengi maelfu wamekuwa kijiuliza kuwa haya majini ambayo tunayazungumzia majini makata maimuna na mengineo katika Zaburi ni wapi yameandikwa, yamebainishwa kuwa ni sehemu ya majini au ni sehemu ambayo kwamba yamewekwa ili kumwabudu Mungu? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza haya maswali na wamezidi kufuatilia vitabu vyote, lakini lakini hakuna ambapo wameona. Swali la tatu linasema, wapi katika Injili tunafundishwa kuwa Majini yaliumbwa ili kumwabudu Mungu katika injili, vitabu vya injili, kitabu cha Marko, kitabu cha Mathayo, kitabu cha Yohana, kitabu cha Luka. Watu wamekuwa wakifuatilia, lakini hawajaona sehemu ambayo imezungumzia kuhusu majini ya kwamba yanamwabudu Mungu, lakini nitasoma nukuu ambayo inasema: je, Biblia inasema nini kuhusu majini? Nitasoma nukuu kama ifuatavyo Biblia inasema nini kuhusu uhusiano na mapepo au majini? Mungu ametuonya kutokuwa na uhusiano na mapepo. Imeandikwa Mambo ya Walawi kumi na tisa fungu la thelathini na moja. Ukisoma hii utapata: msiwaende Mswa, wenye pepo wala wachawi msiwatafute, ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ukisoma hii Walai 19:31 utapata ukweli kuhusu ya kwamba Mungu alikataza tusiwaendee wa wachawi. Unaona ukweli kuwa fungu hili inasema Mungu amewakataza aliwakataza watu na nametukataza sisi leo tusiwaendee wachawi na wenye pepo, wala tusiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Ilikuwa kawaida ya watu wa zamani nsi za Biblia kusali pepo Mungu aliwaonya wana Israeli kuhusu uombaji wa pepo na uchawi. Imeandikwa katika Kumbukumbu la Torati 18 fungu la 9 hadi la 12, utakapokwisha ingia katika nchi akopayo Bwana Mungu wako usijifunze kutenda kwa mfano wa mchukizao. Imeandikwa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 fungu la tisa, kumi na mbili nasema utakapokwisha ingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano na machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako kwa mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu azamaye mbao, atazamaye mbao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu arogaye kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu, kwa maana mtu atandaye, atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza. Mpenzi mtazamaji, Mungu, kumbuka mada inasema, je, Biblia inasema nini kuhusu majini? Lakini tumeona tumesoma vitabu hapa na na Biblia huko, utakatilia mafungo haya ninayoyasoma ili uweze kujua ya kuwa ni Biblia kweli ambayo imezungumza hivi. Tumeona Mungu aliwakataza wana wa Israeli Mungu aliwakataza wana wa Israeli wasiende watu wenye pepo, wachawi, watu warogao, watu wanaotenda mambo mabaya. Hapa tunazungumzia majini. Je, yeah. Haya majini sasa yaliishia tu kuamini au yalisilimu? Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka. Sura ya 72 fungu la 14, kumbe mashetani yalisilimu na yanaswali ndani ya msikiti. Yameweka masharti mengi sana katika misikiti. Mfano, mwanamke akiwa katika siku zake hatakui kufika msikitini, eti nasemekana ana tabu na akiingia tu anakufa, kumbe ananyonya damu, kwani chakula chao kikubwa ni damu na yamejaa humo misikitini. Wapi chakula chao kikubwa ni damu na yamejaa humo misikitini. Wapi ulisikia mwanamke anazuliwa kuingia kanisani akiwa katika kawaida yake ya mwezi? Ndugu, tafakari uchukua aku Tumeona katika sehemu hii ambayo nimenukuu kwamba majini haya, je, yalishia tu kuamini au yalisilimu? Lakini tumeona kuwa katika dini hii ya Kiislamu mwanamke anapokuwa katika siku zake haruhusiwi kwenda msikitini. Lakini tumeona ukweli niliponukuu kitabu hiki ya kwamba anapokwenda msikitini, eti anaweza akafa au mwanamke anapoenda msikitini akiwa katika siku zake anakufa. Lakini tumeona kuwa anapoenda msikitini akiwa katika siku zake, haya majini yananyonya damu. Umekaa kitendo cha kwenda msikitini akiwa katika siku zake, yale majini yananyonya ile damu, na hatimaye mtu yule anapoteza maisha. Lakini ni uongo mtupu. Ukweli ni kwamba hakuna sehemu katika Biblia ambayo imezulia kwamba mwanamke akiwa katika siku zake asiende msikitini kuswali au asiende kanisani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tafakari na uchukue hatua, utambue ya kuwa huu ni uongo mtupu kabisa. Uko wazi. Tunaendelea kusoma nukuu. Pia utaona kuwa inapolia adhana haipasi muumini wa Kiislamu kuwahi msikitini muda huo huo, kwani anakutana na majini au mashetani ndiyo ya kwanza kwenda kuswali, hivyo huenda yakamzuru mzuru kama ataingia muda huo huo wa kuswali wa mashetani. Lakini tunaona kuwa kipindi cha adhana ambapo inalia Muislamu awe mwanamke awe mwanaume awe kijana awe mtoto, hapasi kwenda muda huo inapolia adhana. Inapaswa atulie kidogo, muda kidogo, ndipo anapaswa kwenda msikitini. Muda huo anapokuwa ametulia, kumbe ni muda wa mashetani au majini kuswali. Ndipo utagundua kwamba shetani anaingia kwanza msikitini na majini wanaswali kwanza, anaacha kwanza nguvu yake ya shetani, ndipo watu wengine wanafuata kwenda kuswali kwao. Ndugu mtazamaji, unayemtazama nadhani umeanza kupata picha ya kuwa mwanamke au mwanaume hapaswi kwenda msikitini muda ule adhana inapoulia. Muda huo huo ni muda wa mashetani mswali kwanza, baada ya hapo yakimaliza niko anaruhusiwa na wao kwenda msikitini. Lakini tumeona kuwa mwanamke akiwa katika siku zake akienda msikitini atakufa, hadi pale atakapokuwa amepona katika hali yake hiyo. Lakini nanukuu tena hapa semu ambayo inasema, je, majini yaliposlimu na baba yao shetani naye alislimu? Tutaenda kuangalia majini na baba yao shetani. Kabla ya kuanza kusoma nukuu hii, tumetambua na tumeona ya kuwa kumbe majini baba yao ni shetani. Sasa mpenzi mtazamaji unayentazama, nadhani umeanza kupata picha kamili ya kuwa majini baba yao ni shetani na sio Mungu. mm -hmm. nitasoma nukuu kitabu asili ya majini ukurasa wa ishirini inasema, ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa hawakufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanaye kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Islamu. Tumona Adamu na Hawa hawakufanya jitihada za kumwezesha shetani kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Natambua kuwa shetani alifanya makosa katika bustani ya Edeni, lakini tunaona Adam na Hawa hawakufanya jitihada, ni kama ushauri, kumshauri shetani ya kwamba hiki tulichokifanya, baada ya kujitambua kuwa wapo uchi, kwamba hiki tulichokifanya ni makosa, tumombe mungu msamaha. Tunaona hawakufanya hiyo jitihada, lakini tumaana kwamba ni Mtume Muhamadi tu ndiye aliyemsilimisha shetani akiwa Mwislamu. Ni Mtume Muhamadi tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Mwislamu. Tumeanza kupata ukweli sasa kwamba, je, majini yalipo silimu na baba yao shetani alisilimu? Tumeona huku mwanzoni tumesoma nukukuwa majini yalisilimu tayari, lakini tumeona kuwa shetani mwenyewe ambayo ni baba wa uongo alisilimishwa na mtume Muhammad. Niko sasa tana kuelewa kuwa Uislamu ni dini ambayo imemiliki majini na mashetani, wakijua ya kuwa majini ni maraika, lakini sio. Kumbe ni uongo mtupu. Kumbe shetani mwenyewe alisilimishwa na mtume Muhammad. Adamu nabii hawa hawakuwa washirikina, na walishirikiana na mashetani na hawakushirikiana na mashetani hivyo, walijitenga kabisa nao. Cha ajabu, mtume anashirikiana na mashetani na kuwasilimisha, akiwemo baba yao Ibilisi. Lakini bado niku nazidi kusema ya kuwa Adamu na Hawa hawakushirikiana kabisa na ushirikina wa mashetani, lakini tunaona kuwa walijitenga nao. Lakini cha ajabu tunazidi kuona hapa kwamba Mtume Muhamadi ambaye anaaminiwa na Waislamu katika misikiti mingi, wanamwamini sana huyu Mtume Muhamadi, lakini tunaona kuwa ndiye ambaye alimsilimisha huyu shetani. Nadhani umeanza kunielewa, mpenzi mtazamaji, unayentazama ya kuwa mtume Muhammad ndiye aliyemsilimisha huyo shetani. Lakini tunaendelea kusoma nukuu, anasema pia, tunaelewa wazi iblisi ni adui namba moja wa Mwenyezi Mungu. Cha ajabu, kumbe iblisi pia ni Muislamu. Lakini tunaona kuwa hapa iblisi ni adui mkubwa wa Mungu. Tunatambua kuwa Iblisi alifukuzwa kule mbinguni, alikuwa ni malaika. Baada ya kufukuzwa, alishushwa hapa duniani, lakini cha ajabu kumbe Iblisi ni Muislamu. Na mpenzi mtazamaji, naye nitazama, naona sasa umeanza kupata picha kamili, kama kuelewa, tayari umeshaanza kuelewa kabisa kuhusu Uislamu na Ukristo, tumeweza kupata picha jinsi Uislamu wanavyoswali, ni wanamwabudu Mungu kweli au wanaabudu mashetani? Lakini tumeona ya kuwa shetani kume ni muislamu kabisa na tayari amesilimishwa na mtume Muhamadi mwenyewe. Lakini naendelea kunukuu kuwa tena kasilimishwa na mtume Muhamadi. Sasa tujiulize kwa hali hii, Uislamu ni dini ya nani? Ni kama swali mtume Muhamadi kuwa alisilimishwa na nani, na je hii dini ni ya nani? Kwayo ni swali la kujiuliza, lakini nitajibu tu ukweli kwamba nitaweka wazi kuwa hii dini ya Uislamu ni dini ya shetani kabisa mwenyewe na majini yenyewe ni miongoni mwa Shetani. Maana Shetani, hayo majini ni ya kwake, anayamiliki yeye mwenyewe. Na tumeona kabisa kuwa Mtume Muhammad ambaye ndiye anaaminiwa katika msikiti wa Waislamu, lakini tunaona ya kuwa ndiye aliyemsilimisha huyu ibilisi ambaye ni shetani. Sasa hii dini ni ya nani? Ni swali ambalo unaweza ukajiuliza. Naendelea kunukuu, kwa sababu Mungu haku hafungamani na shetani, yaani hawakai pamoja. Tunaona shetani na Mungu hawakai pamoja, kwa sababu hawafungamani. Maana shetani alifukuzwa kutoka huko mbinguni na akashusha. Kwa hiyo shetani na Mungu ni maadui wakubwa. Kwa kuwa shetani amesilimu, angalia anachofanya kwa Muislamu anapolala usiku. Kumbe shetani kitendo cha kusilimishwa na Mtume Muhammad, kumbe kuna kitu anakifanya Muislamu huyu anapokuwa amelala usiku. Anasema mmoja wenu anapoamka kutoka usingizini, basi atawaje na apenge mara tatu, kwa sababu shetani alilala ndani ya tundu za kuwa yake. Buhari, hadithi na 516 juzuu 4. Kusoma katika huani Buhari, hadithi na 516 juzuu 4 utaweza kupata hiki kipande ambacho nimekisoma hapa. Kumbe Waislamu wana ile desturi, wanapoamka asubuhi wana desturi Waislamu wanapoamka wana asubuhi wana wa wana kutoka usingizini, basi watawaze na wapandishe maji puani na wapenge mara tatu. Kumbe wanapokuwa wakitawaza asubuhi na kupandisha na kupenga mara tatu, kumbe shetani analala ndani ya tundu za pua zao. Kwa tunaona kuwa ni ukweli kabisa kuwa kitendo cha kutawaza Waislamu wa ile asubuhi na kupenga mara tatu kumbe ni desturi ambayo haijatoka kwa Mungu, nahala hatujaona nukuu ambayo imezungumza hata katika Biblia ya kwamba tuamka asubuhi tutawaze tupenge mara tatu sio kitu hata katika Biblia nzima, ukitafuta hautakipata. Lakini tunaona wenzetu wa Islam ni wanatawaza na wanapenga mara tatu, kitu ambacho hata ukitafakari kwa akili yako kabisa timamu umetulia, ni utagundua kuwa ni uongo na ushirikina ambao unatoka kwa Ibilisi. Kumbe shetani huwa nalala ndani ya tundu za pua zao, ndio maana asubuhi wanapoamka wanatawaza, baadaye wanapenga mara tatu, ndipo shetani sasa anatoka kusoma Buhari hadisi na mia tano kumi na sita juzuu nne. Unaweza kaipata. Je, shetani anawapulizia watu msikitini? Tumesoma hapa shetani anawapulizia watu usiku wanapokuwa wamelala, ndio maana asubuhi wanaamka wanatawaza, baadaye wanapenga mara tatu. Sasa tunaingia msikitini, je, na msikitini huwa anawapulizia? Tutasoma Nitasoma nukuu hapa, uweze kuelewa ukweli jinsi ulivyo. Hiki ni kitendo kibaya kabisa na cha udhalilishaji ambacho mtu hawezi kukivumilia kabisa. Ikitokea tu mwanaume aguswe sehemu hizo za makalio kwa bahati mbaya, bado itakuwa ni shida kubwa. Sasa angalia Anavyowafanyia Ibilisi watu wanaoingia msikitini kuswali. Tumeona kabisa hapa, atimbayo kamgusa mwanamume makalio yake kwa mikono yako, kwa kiganja chako, utaona jinsi atakavyo kukaribia, jinsi atakavyotokea. Lakini tunaona kuwa tuangalie sasa shetani jinsi anavyowafanyia Waislamu wanapokuwa msikitini, wanapokuwa wameenda kuswali Nasoma nukuu, kasema Mtume, anamujia mmoja wenu shetani katika swala, basi anapulizia anampulizia. Tunakuwa shetani wanapokuwa katika swala hawa Waislamu, shetani huwa anaingia na kumpulizia mmoja mmoja. Nitasoma katika matako yake. Kumbe shetani anakuwa anawapulizia katika na tako yake huyu mtu au Muislamu anapokuwa akiswali akiwa msikitini, basi yule mtu inamujia fikra ya kuwa umemtoka upepo kajamba, naye hakumtoka. Basi akiona hali hiyo asiondoke kwenye sala mpaka asikie sauti ya kumtoka huo upepo au anuse ufu yake. Lakini tunaona kitu cha ajabu sana hapa, kumbe shetani huwa anamwendea mtu mmoja mmoja anapokuwa akiswali, anamgusa kwenye makalio yake, yaani kitendo kile cha kuguswa, yule mtu anahisi, wana desturi ni kwamba mpaka akisikia kuwa amejamba, lakini naye asiposikia hivyo, basi yule mtu ataendelea uswali mpaka atakaposikia pumzi au upepo umemtoka katika makalio yake, au atajishika na kunusa harufu, ndipo ataweza kuondoka kwenye msikiti na kuelekea majumbani ya sehemu yoyote. Utasoma kitabu cha Kuruani, kitabu cha Mkweli Mwamiu juzuu ya kwanza hadi ya pili, hadithi na 74 na ukurasa wa 42 Naendelea kunukuu ukweli kuhusu kunu, kunu, majini. Je, kuna mashetani au majini mazuri na mabaya? Ni swali hili ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, je kuna majini mazuri na mabaya? hata mimi nakumbuka, kuna swali nilikumbana nalo. Kuna mtu aliniuliza kuwa haya majini yanatoka wapi? Nikamjibu kuwa haya majini ni mashetani ambayo yalitupwa na ibilisi mwenyewe kutoka kule mbinguni, ni theluji ya malaika ambao waliasi kule mbinguni. Lakini tunaona huyo mtu nilibishana naye sana, akasema ya kuwa haya majini mazuri na mabaya alisema ni malaika wote wa Mungu, ha majini mabaya. Alisema ya kuwa ni malaika hao hao, lakini tunapowakwaza ndipo wanatuadhibu, kwa maana kuna wakati wanakasirika tunawaita majina mabaya. Lakini ile mtu alithibitisha ya kuwa hakuna majina, hakuna majini mabaya, yote ni majini sawa na yanatenda kazi tofauti tofauti. Lakini jibu kama nilimpatia sio majini ni mashetani ambayo ni mapepo walitupwa na Iblisi kutoka mbinguni. Nitasoma nukuu. Kumekuwa na kujifajili kumekuwa na kujifadili... na kujifaridi kuwa yapo majini mazuri na mabaya. Hebu tuiulize Kurani inasemaje kuhusu hilo? Kumekuwa na majini mazuri na mabaya. Hebu tuangalie katika Qurani inasemaje kuhusu majini mazuri na mabaya, Surat Baqara 2:14 katika Qurani inasema, na wanapokutana na walioamini husema tumeamini, na wanapokuwa peke yao kwa mashetani wao husema hakika sisi tu pamoja nanyi tunawachezea shere tu. Ukisoma hii nukuu kwenye Kuruani utaipata kuhusu majini mazuri na mabaya. Naendelea kunukuu. Ndugu msomaji, nadhani umejionea mwenyewe kwa kusoma na kuthibitisha kwa macho yako mwenyewe kuwa haya mashetani yameanzisha mfumo huo waibada, wa ibada kwa lengo la kupoteza wengi, nadhani wanamwabudu Mungu, kumbe yanawachezea shere tu. Tuna katika nukuu hii kuhusu majini katika Qurani na Biblia kuhusu majini mazuri na mabaya, tumeona ya kuwa majini yanatokana na shetani mwenyewe, lakini unaona ya kuwa majini ambao ni mpango wa Ibilisi mwenyewe wamekuwa wakifanya udanganyifu, uongo mtupu, kuwadanganya watu ya kuwa wanamwabudu Mungu, na kumbe wanamwabudu Ibilisi mwenyewe, lakini ukweli ni kwamba Waislamu wanapokuwa wameenda msikitini, ukweli niuweke kabisa wazi, sitaki kuficha chochote kile, na weka ukweli kabisa wazi, kwa mtazamaji unayenisikiliza, ni kwamba mwislamu yoyote yule anapokwenda msikitini kuswali, dua yoyote ile msikitini, ni kwamba hamwabudu Mungu bali anamwabudu ibilisi akiwa amejifanya kuwa yeye ni Mungu. Yaani ni udanganyifu lakini inaendelea kusoma nukuu, ni kwamba asikudanganye mtu, hakuna shetani mzuri, yote ni maovu na yanafanya kazi ya udanganyifu ku, ya kuwadanganya watu. Ndio maana utakuta yanabembelezwa kumtoka mtu na kusomewa dua na zawadi nzuri nzuri, lakini ukiakemea kwa jina la Yesu yanakimbia, kwa kuwa yanajua nyumba ninaotambua nasoma katika nukuu hii ni kwamba Mwislamu yeyote ile anapoonekana kuwa ana pepo mchafu tunaona kuwa iwa, Benzi, weka, misa, mazebubu, mbali mbali. Kwa Islam, kuwa anasomea mpenzi mtazamaji unayenisikiliza hata wewe kabisa ni shahidi, tumetoka katika madhehebu mbalimbali. Waislamu wanapokuwa kimsomea mtu dua ni kwamba ni wanambembeleza ibilisi na kumpa zawadi nzuri nzuri. Lakini tukija kwa Wakristo, mtu akiwa na pepo tunamkemea kwa jina la Yesu, na unaona kabisa waziwazi kitendo cha kutoa tu jina la Yesu Kristo, unaona shetani au pepo anapiga makelele na anakimbia. Lakini tunaona kwa Uislamu, mtu anapokuwa na pepo mchafu hakemei, bali wanamsomea dua Yaani, wanambembeleza ibilisi, ambaye ni baba wa uongo, na wanampa zadi nzuri nzuri, wanasoma dua kwa sauti nzuri. Ndio maana nakuta mapepo yametulia kwa sababu wanayabembeleza. Lakini ukija kwa Wakristo, unakemea kwa jina la Yesu kwa sababu ni jina ambalo ni kubwa, halipatani kabisa na ibilisi. Unaona pepo anakimbia, naona kuna mwako wa ajabu umekuja, ambao ni Yesu Kristo mwenyewe. Nitasema nukuu tena. Je, Mwenyezi Mungu ame- ametuonya kuhusu majini na mashetani? Tutaenda kuangalia ukweli kuhusu Mungu. Je, ni wapi ameonya kuhusu ukweli wa majini au mashetani?